Musa na hiyo jamii yake walivyofanya sana kwa ajili ya watoto wao, lakini unaona, baada ya Musa kufanya kazi hiyo nzuri, anapokufa Musa, kwa kuwa kuna mtu ambaye tayari wame, a, amewekezewa na Mungu, ameshaandaliwa, amesha kwa ajili ya kutumiwa na Mungu M Yoshua anakuwa mtu ambaye yuko tayari. Biblia inasema alipokufa tu mtumishi wa Mungu Musa, alipokufa tu, Mungu akuhangaika kutafuta nani atasimama, alienda moja kwa moja kwa Yoshua na akamsimamisha Yoshua kuwa kiongozi. Sasa ukitoka kitabu cha Waamuzi wao tunaingia uh, kitabu cha Yoshua, unaingia kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi kinasema ikawa baada ya kufa kwake kwa kwa Yoshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana wakisema, ni nani atakayekoya kwa kwanza kwa ajili yetu juu ya Wakanani ili kupigana nao? Maana yake uh, Yoshua sasa anakufa na kwa kuwa vizazi vya kina Yoshua hawakuwekeza kwa watoto kinainuka uh, watu wanajiuliza, nani atasimama badala yetu? Unajua, mwanzoni Musa alipokufa Mungu alimchukua Yoshua moja kwa moja, lakini sasa anapokufa Yoshua uh, unaona Israeli inapata shida, nani ataongoza? Kumbe sio Israel tu, hata Mungu mwenyewe anatafuta nani nitaenda kwa